Kamwe usifanye makosa haya manne kwa mtoto wako, na hasa namba tatu. Kama hutofanya hivyo, mtoto wako atakuwa hodari sana. Namba moja, usimlinganishe mtoto wako na watoto wa watu wengine, kwa sababu daima kutakuwa na mtu anaweza kuwa hodari zaidi ya mtoto wako, lakini isiwe sababu ya wewe kumdharau mtoto wako kwa sababu hapo utasababisha kutojiamini kwa mtoto wako na kuandaa mtoto aliyekuwa dhaifu katika jamii. Namba mbili, usidhani kuwa mzazi daima inafaa kumzunguka mtoto na kumkontrol mtoto wake kama feni, na umsikilize kila anachosema. Hapo utakuwa unaandaa mtoto dhaifu na asiyejiweza kwenda katika jamii. Na bila shaka atafeli katika maisha. Namba tatu. Fanya mazoezi na mtoto wako wa kiume, mazoezi ya kujituma na kujitahidi zaidi, na mtoto wako wa kike, mazoezi ya mapenzi na upendo kwa sababu watakapoenda katika jamii, mvulana anatakiwa kujituma sana na jitihada ili kuongoza familia yake na haifai binti yako kudanganyika kwa kuambiwa na kupenda ya uongo tu na watu kwenda kwenye penzi na mahusiano ya uongo, kwa sababu hajaona mapenzi hayo kutoka kwako wewe mzazi. Namba nne: kila mtu anakosea, mtoto wako pia anakosea. Basi tafadhali usimlaumu mtoto wako kutokana na makosa yake. Usifanye aone ni kufanya makosa ni mwisho wa mchezo. Ifundishe kwamba mwisho wa mchezo ni pale yeye anapoacha kufanya jitihada. Basi watumie video hii wazazi wote unaowajua, ili nao wajue na wazingatie.